Hivi najua wako, eh, nini iliyokamilika yani ile Uislamu wako a utekelezaji wa ibada za swala. Ibada za swala. Muislamu khamsu swalawati yani anasimamisha swala tano every day. Asubuhi, mchana, jioni, usiku khamsa swalawati kila siku, lakini kama haitoshi anatoa zaka Muislamu zaka. Kuna tofauti kati ya zaka na sadaka. Yeah, yeah, ninyi za mkan mkamsapoti hapa, mkatoa sadaka zenu kwa namna Allah alivyojalia, lakini sheria katika muislamu lazima atoe zaka, sio hiari ebana. Lengo la kutoa zaka ni lipi? Lengo la kutoa zaka ni ni kuinuana kiuchumi yule maskini, mpe zaka ili ainuke. Waislamu, hii kitu tungeifanyia kazi, umaskini leo ungepungua katika jamii. Leo waislamu wana mali zao na miliki milioni hamsini milioni mia Angalieni waislamu wa leo, mnatafuta fedha za halali, lakini kwa bahati mbaya inawezekana tukatumia kwenye haramu. Umeelewa vizuri? Yaani tunatafuta halali, ila matumizi ya kile cha halali tulichopata ziwapeleke kwenye haramu. Mwislamu kubeti, tumekatazwa. Wapo waislamu za ukamkuta naswali, lakini mfukoni kwake ameweka mkeka, umeshaachanika umeshachanika tayari, na mkeka wa laki moja, inna lillahi E, si ndio ukweli wenyewe mashehe, nyiye amoni, watu wanaingia misikitini kuswali, Iyaka nabu wa iyyaka nastain, amevaa jezi inayosapiti masala ya betting. Si mnawaona mashehe, jezi za vilabu vya mipira? Najua mpira mnaupenda sana, lakini katika vitu vitawafanya, ndugu zangu, tuikose pepo ni kuhamasisha aliyokataza, aliokataza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mnapromoti mpira, umevaa masala ya kubeti, kwa sababu Uislamu etu wengia msikitini ya kanabudu waiakanastahii, unatangaza kamari mbele ya msikiti. Acheni mahaba yaliyopitiliza katika vitu si vya msingi. Leo simu zetu hizi Waislamu, hizi hizi simu zetu hizi, anaweza akawa anasoli Mwislamu pale, lakini akitoka hapa anaangalia singeli, anaangalia bongo flava na Qurani hajui. inna lillahi. Jaribuni kujiangalia ndugu zangu. Hii swala ina lengo na, moja katika malengo ya kuswali Allah ameyataja kwenye Quran, Inna salata tanha anil fahshai wal munkar wala dhikrullahi akbar. Moja katika faida na malengo ya kuswali, swala inatakiwa imtengeneze mtu hapa hapa duniani awe na uwezo wa kuyapuka hofu zile fahshai na munkar. Leo brada, swala zetu wala hatuzi hazituoni katika nafsi zetu. Unaweza ukamkuta mtu ana hivi? Kweli mwislamu uliyekamilika, mwislamu mwenye hofu ya Allah, unapata wapi fursa ya kuangalia mpira unaosapoti kamari na masala mengine, kama kweli uislamu wako umekamilika? Lakini najua kuna vitu, kuna vitu mkivifanya machukulia simple like that, lakini hivi vitu vinatutoa katika mstari. Imefika pahala mtu anaweza akawa anaswali, anaswali msikitini haraka haraka, lengo lake awahi kuangalia mpira yani hata haya zile zile, zile adhkari anaweza akapunguza adhkari kwa sababu ya kuangalia mpira. Anaweza akaamua kusora sura fupi sana, lakini muulize kwa nini unasoma sura fupi kwenye, kwenye swala anakuambia nataka nikaangalie mpira, anafanya haraka haraka akaangalia nini, inna lillahi. She, lengo katika malengo ya kuswali kwanza ni kutengeneza nafsi. Nafsi kweli itengeneze nafsi nafsi yako ikoje? Tuepuke fasha inamumka, my brother. Angalieni leo, wangapi tumeoa na wangapi hatujaoa. Kijana yote wa kiume ambaye hana mke, kijana yote wa kiume ambaye hana mke ana hatari kubwa ya kufanya zinaa. Wajua uzuri ni kwamba ukifanya zinaa hutangazi, sio? Hey, mtu akifanya zinaa atangazi bwana, kwa kwamba akija hapa semeni jana alikuwa nazini. Hawezi mtu akaitangaza zinaa hadharani kwa sababu watu tunajua zinaa bwana, imekatazwa, lakini mtu azini wa. Kwa nini watu wanazini? Ni kwa sababu hawataki kufuata sheria alizoelekeza Allah. Jamani, kama tungekubali kuongozwa na Qur'ani, kwetu kwa wa ni mwongozo kweli kweli. Wallahi, waislamu raha sana. Mimi bwana nimetembea maeneo mengi yaani katika watu wametembea kwenye nchi hii mimi mwenzenu nimetembea uzuri wake. Sina umaarufu mitandaoni, mkienda huku kwenye youtube na nini na nini sina jina, lakini barabarani huku huku nikipita humu, alhamdulillah watu wananifahamu. Kwa nini nasimama popote na naongea haya ninayoongea, hapa nazungumza popote. wacha mungu wanaswali, wanaamini asionekana, na wanatoa zaka, lakini Mungu akataja mengine mawili, walladhina yu'minuna bima unzila ilaika wamaunzila min qablika siyo, wabil akhirati hum yuqinun sio? Wachamungu sifa nyingine, wanaamini aliyoteremshwa kabla ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi, bi maana kabla ya ujio wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, wa nyuma walikuwepo manabii wengine waliopita, alafu na vitabu pia vilikuwepo. Twende katika suratu Al Imran ukianzia aya nambari tatu, Allah anasemaje ha? Aya nambari tatu, nani hapa atatusomea? sio kila like kitu ni hifadhi ya, eh, aya nambari tatu sura Al-Imran. Alif Lam Mim Allahu la ilaha, illa huwa, al-hayyul qayyum. Nazala alayka al-kitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala min at-taurati wal injili. Sio nikikosea mtaniwaradhi kwa sababu sijahifadhi, lakini maksudio ya aya kabla ya ujio wa Muhammadi duniani na Qurani nyuma vilikuwepo Taurati na Injili viwaongoze watu. Sisi Waislamu tunakubali manabii waliopita na ile miongozo waliopewa. walladhina yuminuna bima unzila ilaika, wama unzila min ilaika wa ma unzila min qablika wabil akhirati umyukinun ulaika ala huda min rabbihim wa ulaika humul muflihun, ando wanaitwa wachamungu. Allah atu, atu, atujalie Mwenyezi Mungu inshallah, tuwe miongoni mwa wachamungu, semeni inshaallah. Hilo la kwanza. Makafiri, watu waliokufuru Allah anawataja asemaje? Allah: innal ladhina kafaru sawaun alayhim aandhartahum am lam tundhirhum la yuminun okufuru, awa watu waliokufuru hawa uwape mawaidha au siwape mawaidha, la yuminun, wa hawezi kuamini uwalinganie. Hapa anaelezwa Bwana Mtume Muhammadi na sisi ambao tunasimama barabarani tunaongea kuna watu wao kazi yao ni kumpinga Allah wanampiga vita Allah wanamtukana Allah wanaotukana Uislamu wanamtukana Bwana Mtume Muhammad aa, ndo watu wanaitwa wenye kupinga. Yaani wao wanapinga ujumbe wa Allah. Allah anasema inna la sema asemaje Allah, Allah anasemaje? Eh, wa minan nasi nasemaje? inna lladhina kafaru sawaun alayhim aandhartahum amlam lamtundhiruhum la. Allah anatoa sababu, hawa watu wanaoitwa makufari waliokufuru hawa, sifa zao ni zipi? Allah akatueleza kwamba fi kulubihim maradhun fazada humullahu maradha, yani ndani ya nafsi zao, kwanza wana maradhi, ile kashfa ile kufuru imekithiri katika vifua. Kwa hiyo hata huwalinganie kiasi gani, hawezi kukwelewa kufari hatumwambie kuna kuswali kuna Uislamu na nini, hawezi kukuelewa kwa sababu fi kulubihim maradhun, ndani ya vifua vyao kuna maradhi fazadahum llahu marla. alafu kama haitoshi, Allah amewazidi kuongesha maradhi walahum adhabun, sindio? Haya sasa, twendeni kwao wanaitwa wanafiki. Wanafiki mwanangu, ndio hatari zaidi kuliko makafiri. Sikilizeni wazee Yani, mtu anaitwa mnafiki ni hatari zaidi kuliko anaitwa kafiri, kwa sababu kafiri kashajionyesha moja kwa moja. Mnafiki Ijumaa yuko msikitini, Jumapili uko kanisani, huko yupo, huku yupo, anaitwa nani huyu? Eh, mnamfanyia dua hapa, rabbana atina fi dunia sana, lakini kesho kuto uko kanisani, na yeye anaimba atakamaja baraka majupako sifi, aeleweki, anasimamia wapi wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir, kuna watu wanaosema sisi tunamwamini Mungu na tunaiamini siku ya mwisho. Hao wenyewe ukiwakuta hata kanzu wamevaa, unaweza ukakutwa na barahashea, yani ukiwaangalia manhaji yao. Wa minan nasi man yaqulu, katika watu kuna wanaosema, amanna billah wal yawmil akhir, sisi tunamwamini Allah na tunaiamini siku ya mwisho wanasema wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir, wama hum bimumini. Wanafanya hivi kuwaambia sisi ni waumini, wanafanya hivi lengo lao ni kuwalaghai waumini, yani lengo lao ni kuwalaghai waumini, wanaleta ulaghai kwa waumini wale wa cha Mungu. Wale ninyi mkikaa nao mnapiga nao stori mbili tatu, ninyi mnaona kama vile waislamu mkonao kabisa, wanawaambia sisi ni miongoni mwa waumini waminannasi man yaqulu amanna billah wabilyaum lakhir wamahum mu'minin bimuminin yukhadiuna llaha walladhina amanu wa ma yahdauna illa anfusahum wa ma yashurun jamani, hizi aya mkizisoma mpaka mwisho utaona sifa za wanafiki. Wanafiki sifa zao bwana ni hizo, huku hapo, huku hapo, kikanao hapo wanasema sie wenzenu, wakienda kule wanasema wale tuna alaghaitu, lakini siye tuko pamoja na nyie huko. Hao ndo wanaitwa nini? Suratul Al-Baqarah inaeleza watu. Lakini sisi tumuombe ni Allah atuweke pamoja na watu wanaitwa wachamungu. Semeni inshallah. Ndugu zangu Waislamu na jamaa zangu wote ambao wamenifuatilia katika hizo area. Nataka niseme jambo moja, alafu niweze kuaga inshallah. Leo nilikuwa natoa darsa Sambagala pale. Nilimaliza pale nikaja kulimwaga lingine hapo gerezani. Alafu, nilivyoswali hapo juu, ngoja nije Mtoro kidogo niwasalimie. Semeni inshallah. Tarehe mbili mwezi wa tano nitaelekea Morogoro. Hii mwezi wote wa Ramadhani huu, wallahi Ramadhani yote mimi nilikuwa siko Dar es Salaam. Nilikuwa niko Lindi na Mtwara nafanya kazi ya dawa. Jamani, mimi nafanya dawa, siuzi dawa, nafanya nini eh, hey, maanake kuna ilani, watu ukisema dawa ndio kisema dawa ndio wanauza dawa huyu jamaa. Mimi siuzi dawa, sio daktari yaani ukinoni hivi sio sema naomba namba simu, hebu namba ya simu niletee mafuta ya zaituni, sijui anatujia nini, ila mimi najua tu hizi aya za Allah na namna ya kuziongea kwa watu. Mie sio daktari, madaktari wapo na sifa zao, na wao wanawatibia watu kisunna na mambo mengine, ila mie sina dawa za kisunna, ilo naliweka wazi shekhe. Kawaida imejengeka, ukionekana sasa hivi unaongea maneno ya Allah hadharani na weo unaonekana ni wale wale, inna lillahi. Mimi niko wazi shekhe, mimi na ndio ukweli, nnapenda kuzungumza ule uhalisia, walaikosari yangu na nachokifanya katika jamii Waislamu hapa mlipo hapo, tarehe mbili mwezi wa tano mi naenda wapi? Morogoro, vijijini vijijini. Ukifika pale Dumila, hivi hivi vile mw... I... I..., Dodoma huko, Dumila pale unaingia hivi, sawa? So jamani, huku U... ndani huku ndo nakoelekea mimi. Naenda tarehe mbili tarehe tatu tarehe nne itakuwa siku ya Ijumaa, Jumamosi na Jumapili, jioni ndio nitarudi Dar es Salaam. Katika vitu nimevisoma wakati ninasafiri hakuna sehemu watu wanapenda kusoma dini kama mikoani haswa vijijini. Yaani watu wote mnaotoka mikoani nyinyi, ambao Dar es Salaam mmekuja kibiashara, ninyi watu wengi hapa mnaingia asubuhi saa kumi na mbili mkiswali, mnaingia kwenye biashara zenu na hapa mnaondoka saa mbili, saa tatu, ukirudi nyumbani unalala, muda wa kusoma dini we huna. Ila kule mikoani vijijini, wazee wengi ikifika magharibi, wakiingia misikitini hawatoki, wanasoma nini? Dini, madrasa nyingi vijijini. Sasa hivi watu wako madrasani. Tuangalieni Dar es Salaam hii. Hivi Waislamu wote angekuwa mimi hapa Kariakoo hapa msikiti wa Mtoro hapa. Nilifunguaga madrasa hapo nyuma hapo. Wallahi watu mashahidi. Hapa katikati hapo mwaka jana hapo nyuma hapo. Wanaofanya biashara hapo waendesha makokoteni sio kina nani? Nilifungua madrasa mie tuka tunaita Halqa Qur'an. Hapo ilikaa karibia mwaka mmoja kasoro, lakini kwa sababu mimi nina vitu hivi na maisha ninatafuta, alafu pia nina kazi ya kuongea mambo ya dini. Nakumbuka nilivyoendaga Tanga, nilivyorudi na wanafunzi wameacha kuingia. Kama haitoshi hiyo barabara hiyo imetengenezwa hapo kipindi cha nyuma hapo, ilikuwa hakuna nini, ile lami haijawekwa. Kama hivi ilivyowekwa lami, watu wakarudisha meza zao, kwa hiyo sehemu ya kukaa tena hakuna, ile fikra ikafa. Lakini baadhi ya watu hapa ni mashahidi, mliona madrasa yangu pane nimefungua madrasa yingine kule Tandika, mi nataka vijana wasome, yaani wale vijana wanaoendesha biashara zao, na wao pata time wasome. Najaribu kutengeneza mabwana, yaani najitahidi Nali, ya kwa uwezo wangu wallahi, mashekh, napambana sana kwenye harakati za kidini na kidao. Sasa kule Morogoro nakuambieni, naenda tumefikiria vitu vifuatavyo. Kwanza, siendi peke yangu, tuko watu karibia watatu mpaka wanne, tumeona hivi kwa sababu kule watu wanapenda kusoma dini. Jambo la kwanza tuwapelekee vitabu vya vile vya kusoma dini, kwa mfano Al mabadi ul fikihi, yenye juzuu ngapi? Nne. Najua watu mliosoma dini vitabu mnavyoelewa. Tunao watoto wetu wa kike mabinti wako form 1 form 2 form 3 mpaka form 4, wakimaliza ada zao za mwezi hawajui tohara faradhi na sunna na wakati wa kuoga. Unaona bwana hata mkeo anaweza asimijue hili. Wewe mwenyewe masala janaba ili, ya janaba inaondoshwa vipi kisheria? Ili haya mambo uyajue, lazima uwe na kitabu cha fikri hii. Kile kitabu juzu nne mtu akikisoma akimaliza, kuswalia maiti atajua kuosha maiti, kuvika sanda, sikueka kaburini, masala ya ndoa, talaka, mirathi, si vilelezwa vitu vingi. Tumeamua tuwe na vitabu vya fikri, lakini masaafu tunataka mia moja, alafu tunataka juzuama mia tano, juzuama mia ngapi? 500 hivi ninavyoongea kuna watu wameshatoa juzuu 100 kuna watu wametoa misahafu hapa na hamsini kwenye akaunti yangu pale iko hamsini misahafu, lakini kama haitoshi, hivi vitabu vya fiki, kuna mtu amesema atatoa vitabu hamsini yeye peke yake, juzuu nne hapa. Kama kuna Muislamu hapa anaweza akachangia masahafu akachangia juzuu vyovyote alivyo vitabu vya fiki, mimi naombeni inshallah hata na chukua hata masiliili tu tupeleke huko, ili swala la kutoa mawaidha tutatoa. Jambo lingine la na mwisho, nataka niombe dua inshallah, semni inshallah. Dua ninayoomba mwenyezito Allah, amuondoshee alafu epesi, upatikane katika kuongea kwangu. Nimekukera, nimekukwaza, elewa kwa mmoja. Jamani, bwana mdogo sana, ni mwana mdogo sana lakini, ambaye anapenda sana dini. Mimi bwana sipendi siasa, sipendi mpira, sipendi singeli wala bongo flava. Mimi napenda dini bwana, e dini naipenda bwana kwa hiyo inshaallah, niombe radhi, alipokosea unisamee. Ila jambo la mwisho, mashehe, hizi harakati nazofanya mie zinahitaji kusapotiwa sana, tusisapoti mpira, singeli na vitu vingine. Wa Mabongo Flavor wanasapotiwa mpaka magari huku mikoni nakwenda. Kama we una magari mawili matatu, shehe nyumbani amekaa, niachie moja mie, kuendesha naweza, tuseme inshallah, shehe, usiangalie usiangali mie kuendesha gari, usinione hivi hivi, ili gari kuliendesha naweza shehe Matatu manne wewe ni achie moja tumfanye harakati. Lakini kama hivyo sivyo basi hata kwenye nauli huku shekhe. Hizi harakati zinatumia pesa kupitiliza. Ukiona una milioni tano, sita, saba zimekaa tu kwenye akaunti. Shekhe, tote, moja, shekhe. Support hizi harakati ninazofanya mie. Hii kutoa mawaidha kuongea kuongea naweza. Ndio maana hata hapa nimejiamini nimesimama. Nime sina ile hofu ya kuongea. Na ile ile ya wanaita confidence. Na ile confidence. Kwenye confidence. Kwa hiyo kwenye kuongea dini. Mkimtengenezea mazingira, mimi nitafikisha ujumbe wa Allah mbali na nitawafikia watu wengi, kwa sababu hii. Nitengeneze tu ala mazingira. Nilichofeli mimi ni kwenye hela tu, lakini huku kwenye elimu na kujiamini na kusimama na kuongea, alhamdulillah, kicho Mungu kanijalia. Amin bwana, tuombe dua inshallah. Allah wa afina fi ma nafi wa tawallana fi ma tawalli

barakta ala ibrahim wa ala ibrahim fil alamin innaka hamidun majid subhanaka rabbika rabbil izzati subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala al mursalin walhamdulillah mm -hmm. Nimeelekezwa hivyo nifanye. mm -hmm. Alhamdulillah, lakini kabla namba simu na jina nipokee hiki ambacho watu wameamua kwamba mm -hmm. ima waunge mkono baada ya kuona ambacho nafanya huku, nataja namba simu ni sifuri sita sifuri sita themanini na uh -huh. sita alafu sitini ishirini uh -huh. eh, na mbili hamsini uh -huh. na tisa. Naomba kurudia uh -huh. sifuri sita themanini na sita sitini ishirini e, na mbili hamsini na tisa. Jina ni Juma Msagati. Juma Msagati, naona watu wako wanapiga hapa. na unapatikana wapi? Naam, kwa Dar es Salaam niko Ilala mm, maeneo ya pale wanapaita Bungoni mm, ndi napatikana na mimi ni mtu ambaye wallahi wa billahi watallahi thumma wallahi nasafiri mikoa Mbali, mbali. Kwa uhalisia ni kwamba hii kazi ya kutoa mawaidha peke yake nimeifanya katika mikoa ishirini na tatu Tanzania. Nimesafiri kimbali kirefu mno. Nifanya kazi hii kwa nini? Kwa sababu kwanza ni kazi naipenda. Huwa mtu anafanya kile ambacho anakipenda. Kuna watu wanapenda siasa, kuna watu wanapenda mpira, kuna watu wanapenda muziki, kuna, mimi napenda kuzungumza kauli za Allah subhanahu wa ta'ala. Hii kuipenda tu hii kazi na kuona kwamba kile ninachokiwasilisha kinaeleweka kimenifanya niifanye kwa umadhubuti. Natembea maeneo mengi sana, wallahi. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, naombeni sana dua zenu, hilo la kwanza. Lakini pili, nahitaji sana kuungwa mkono katika hii fikra, fikra ambayo naifanya bila kuweka ria ya aina yoyote ile. Nikisema hivyo, napaswa kueleweka, hii siifanyi kwa sababu ya maslahi yangu binafsi. Sijawahi kutajirika kwa sababu hii sijawahi kuinuka kiuchumi kwa sababu hii, ila mimi nafanya kwa ajili ya Allah. Lakini zipo changamoto ambazo naziona. Kwa mfano hivi ninavyoongea natumia sauti, ila hali ningekuwa na speaker ningetumia na kipaza sauti, basi ujumbe ungewafikia watu wengi zaidi. Na unaweza ukaona asilimia kubwa ya watu wengi wanaonifuatilia wananielewa. Mimi ni mtu ambaye watu wametamka shahada la ilaha illa llah baada ya kufikisha ujumbe wa Allah nimefika katika maeneo ya watu ambao ni waislamu lakini hawaswali, na nikaenda kutoa madhara ya wasio swali, hasara yake ni ipo. Anapata watu ambao ni waislamu lakini hawaswali, nimewasilisha ujumbe, ikafika pahala mtu akaamua kujitambua na akaamua kufanya ibada zake za swala. Kwa hiyo ni mtu ambaye ni mwanaharakati ambaye nahamasisha sana katika masala ya ibadati kama alivyoelekeza Allah. Tumeitwa umma uliokuwa bora, kwa sababu kazi yetu kubwa ni kuamrisha mema lakini pia kuonya mabaya. Kuntum khaira ummati ukhrijat linnas taamuruna bilmaaruf wa yanhauna anil munkar watujahiduna fi sabili llah bi amwalikum wa anfusikum. Mimi ninaitoa nafsi yangu kwetu, sio ni Lushoto Tanga, lakini leo niko Dar es Salaam. Mimi naamini yanaweza akanichukua mauti nikiwa Daressalam, yanaweza akanichukua mauti nikiwa Morogoro yanaweza yakanichukua mauti nikiwa niko Mwanza, yanaweza yakanichukua mauti nikiwa niko Tabora, na mimi nikastiriwa na Waislamu nikapelekwa kaburini. Kwa nini? Nimeacha, nimetoka kule, nimetoka kwetu kule, na niko huku maeneo mbalimbali kwa ajili ya kuongea.